Pokea pete hii. Okay, hiyo ishara ya upendo na uaminifu wangu kwako mpaka milele. Ni vyapo walivyokula wanandoa hawa mbele ya madhabahu ya kanisa la Anglikana Katoro kisha baadaye kutangazwa kama mume na mke. Mchungaji wa kanisa hili akatoa nasaha kwa jamii juu ya njia bora ya kukabiliana na changamoto za ndoa. Kesi ni nyingi kwa balozi, kwa wazazi, mahakamani Kesi ni nyingi, hali ni mbaya. Kwa hiyo ni kuombe umekuja kweli kusherekea, lakini ikiwezekana upate namna ya kuponya hata ndoa yako leo. <totipi> Huyu Roho Mtakatifu ndiyo msaidizi, ndiye anayetusaidia sisi tufikie kwenye lengo. Wewe kijana, una ndoto, lakini ndoto zako huwezi kufikia kama hujakaa vizuri na mwanamke wewe misa shemeji. Shemeji. Shemeji. takatifu ya ndoa ilifatiwa na sherehe ya harusi katika ukumbi wa JJ hoteli mjini Katoro, ambapo wageni walikwa wakapata wasaha wa kuwatambua maharusi <tipi>

<laughs> Rehema Evans Katoro Geita FM <tusakata>